Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 17 mwaka wa 2025, siku ya Jumanne tutajifunza mada inayosema kuabudu sanamu. Tena wanafunzi wa Biblia wameona kwa muda mrefu uhusiano uliopo kati ya Danieli sura ya tatu na kile Ufunuo inachofundisha kuhusu matukio ya siku za mwisho na kwa kusudi zuri pia kwa sababu Danieli tatu kwa amri yenye adhabu ya kifo ya kuiabudu sanamu, Danieli tatu ya 15, inaakisi kile ufunuo inachofundisha kuhusu amri inayoambatana na adhabu ya kifo ya kuabudu sanamu nyingine. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Ufunuo Yohana sura ya 13 ya 15. Soma Ufunuo sura ya 13 ya 11 hadi 17. Ufunuo 14 aya 9, aya 11 na aya 12. Ufunuo sura ya 16 ya 2. Ufunuo sura ya 19 20 na Ufunuo sura ya 20 aya 4. Kuna tofauti gani hapa inayopambanisha amri za Mungu na amri za wanadamu? Watu wa Mungu wameitwa kumwabudu yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji, yaani Muumbaji, kinyume na mnyama na sanamu yake. Wale vijana watatu wa Kiebrania wakikabiliwa na tishio kama hilo, walikataa kuabudu kitu chochote isipokuwa Mungu yule yule, Muumbaji. Kwa hiyo ingawa hali zilikuwa tofauti kati ya kile kilichotokea katika uwanda wa Dura kwa amri ya kuabudu sanamu tofauti na muumbaji na kile kitakachotokea katika ulimwengu wa wito wa kuabudu sanamu tofauti na muumbaji, kanuni hiyo ni ile ile. Soma Warumi sura ya kwanza aya 18 hadi 25. Tazama uhusiano uliopo kati ya Warumi 1:18 na Ufunuo sura ya 14:9 na ya kumi kuhusu ghadhabu ya Mungu. Kwa njia ipi basi suala la kuabudu sanamu ni udhihirisho mwingine wa kanuni hiyo hiyo inayohusu ni nani wanadamu hatimaye wanamtii? Ibada haimaanishi kusujudu na kufukiza vumba ingawa inaweza kumaanisha hivyo, tunaabudu chochote kinachoshikilia utii wetu wa mwisho. Unapokumbuka Mungu ni nani, muumbaji wetu, na baada ya kile alichotufanyia katika Yesu, mkombozi wetu pia, basi bila shaka yeye ndiye pekee anayepaswa kuabudiwa. Kitu kingine chochote ni ibada ya sanamu. Yumkini hili linasaidia kueleza maneno magumu ya Yesu hapa: mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Mathayo 12 aya 30. Matukio ya mwisho yatakuwa tu udhihirisho wa kushangaza wa ukweli huu. Hii ni Juni 17, mada ikisema kuabudu sanamu tena. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Neema yake idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.